Wakuu, mambo! Next week on thursday ni 14th November na unajua siku ni gani kwa dunia? Ni World Diabetes Day. Hiyo ni ile siku yenye inashughulikia wale wasi ambao wako na ugonjwa wa sukari. Uko na ugonjwa wa sukari? Ushaikupimwa? So leo mi nimesema hata siongei kuhusu sukari, mimi nimekuletea ule mtu mwenye anajua mambo ya sukari kutoka juu mpaka chini na ule mtu mwenye nataka kuintroduce sahii ni rafiki yangu sana, rafiki yangu wa karibu sana. Tumemjua miaka mingi sana, tumesoma pamoja. Na yeye akarudi akaendelea, vile mi liendelea kushughulika na mambo za mabol, ye alienda akashughulika na mambo za sukari. Kila kitu yenye uko nao, swali yenye uko nayo, utatuma pale vo ndani ya macomments ataweza kuchangamkia. Anaitwa Dr. Erick Njenga, na hizo vitu zingine nacha na ajisemee yeye mwenyewe. so, Good. So, I'm naitwa Dr. Erick Njenga, uh, I'm a consultant physician and endocrinologist. And I'm based at Aga Khan University Hospital in Nairobi where I'm also a full-time faculty and lecturer in the Department of Medicine so yeah. Bonga net bonga tu mambo ya diabetes. Yes. Yeah. And as she said next week is a big day so please uh, go out there and get screened uh, we want all of you to have a sugar test done next week. Check your blood pressure, check your BMI de toa kuona kama uko na afya nzuri all around. Spread so. the message around

Into the cells. Mm -hmm. So the cells now can be able to make use of that glucose. Mm -hmm. For day to day uh, you know, repair mm -hmm. uh, growth and development mm -hmm. and uh, other important functions. Pancreas iko wapi kwa mwili? Nakuuliza swali uh, uh, za mtaa kwa sababu ni muhimu. Pancreas kwanza ni nini <laughs> na iko wapi? Yes. Eh. So pancreas ni kiungo ambayo, ay, inapatikana hapa tu chini ya hapa uh, tunaita rib cage just uh, below this kuna kiungo hapa ambapo tunaita pancreas na hiyo ndio inatoanga insulin inafanya kazi muhimu sana pia kusaidia na mambo ya digestion pia, so inatoa enzymes ambazo zinavunja chakula uh, into smaller pieces which eventually get broken down in the small intestine and then are absorbed into the bloodstream and this is where the glucose comes from once we eat. uh, so ikienda kwa bloodstream, sa insulin inakuwa produced na alafu inakuwa transferred kwa cells uh, to enable the cells to utilize that energy for all the functions that the body requires. So nishike kabisa Pancreas, kazi yake ni ya kusaidia kusiaga chakula ya kuna Ines. Kuna hiyo pande ya kusaidia kusiaga chakula, kusiaga chakula na kuna sehemu nyingine ambayo inatoa hormone In. ambayo inaitwa insulin, insulin. Yeah. Na insulin kazi yake ni ya kuvuta sukari ingie kwa yes, yes, kwa mwili ya, kutoka damu yeah, hadi kwa cells ndio. Okay, size of cells iweze kutumia hiyo glucose eh, kufanya various functions yeah. So ndio useme sasa basi uko na diabetes ama ugonjwa ya sukari Pancreas ina cha kufanya job ama? mm -hmm. Haifanyi job poa ama, ni nini sasa? Pancreas inafanya vibaya okay. So one option uh, kuna different types of diabetes mm -hmm. So kuna ile sukari ambayo inapatikana kwa watoto mm -hmm. That's called type 1 diabetes ama watu ambao wako na miaka let's say between 25 up to around 40 years mm -hmm. So hapo sasa kuna antibodies mm -hmm. Zina attack the pancreas mm -hmm. Alafu zina haribu hizo cells ambazo zina produce mm -hmm. Insulin uh -huh. So that is what we call type 1 diabetes inapatikana yeah. Kwa watoto mm -hmm. In the slightly older uh, age group but mm -hmm. Not, let's say below 40 years of age mm -hmm. Tuko na a different type in between yeah, mm -hmm. Uh, we call it lada mm -hmm. Latent autoimmune diabetes of the adult uh -huh. Ni watu ambao yeah. Uh, wako let's say 30 years of age yeah. Lakini si wakubwa yeah. Uh, so they are, ni wembamba hivi yeah na wako na miaka kama 30 mm -hmm. So hiyo vile pancreas inaribiwa ni kama mm. -hmm. vile pancreas inaribiwa pande ya watoto, okay au pia ni antibodies. Okay. So antibodies na attack pancreas na pancreas hizi ku. Uh, -huh. uh hizo cells naribiwa, uh -huh. na na hizi fanya kazi ya eh, uproduce, uh -huh. kuproduce insulin. Uh, yeah. Kuna another type of diabetes ni type 2 diabetes. Uh -huh and the commonest type of diabetes at uh -huh. least 85 percent of all cases of diabetes yeah. is type, type 2 to diabetes inakuja okay. because of a weight gain yeah. what you what you call obesity yeah. lack of exercise mm. smoking alcohol mm. are all mm. contributors contributors mm -hmm. na pia family history okay. so in case uh, one person in your family mm. let's say your mom or dad ako na mm. skari your risk of diabetes is one in four one wow. in four chance chance ambao ako na skari risk inapanda hadi 50 percent so one in two chance So kasa hii, mbuste wangu ako na diabetes, so mi niko na sasa risk ya 1 in 4 kukuwa na diabetes yeah, risk of 1 in 4 nikirudi ninone, nirudi nivute figi yeah, nirudi pombe pige drink stress, stress, niongeze stress. Yes, inaenda ikienda juu yes, yes. So sukari so risk ya kupata sukari is much much higher. Wow. So ni vizuri sana ambao watu ambao wako na hiyo risk kwa family tayari, at least wajaribu ku exercise eh, uh, keep a good weight yeah uh, Uh, avoid too much carbohydrates, starches. Ize yeah. Machapo, mchele, mkate, hizi vitu zote. Yeah, yeah. Izo napunguza. Yeah. Uh, sweetened drinks, soda. Yeah. Vitu kama hizi kuna skari mob, juice. Yeah. Izo wana kata. Yeah. So, lakini mazoezi, muhimu sana. At least 30 minutes, five times a week. So at least do 30 minutes, five times a week to try and keep yourself fit and healthy. Na pia kama uko na hiyo risk, we say at least on the age of 30, at least angalia skari, enda ufanya test at least once every six months. Yes, mi nastuka tu juu ni mwana vile pia tu mi mwenyewe natoshea kwa hiyo mahesabu kiasi yake, na mm -hmm, sidhani niko peke yangu, lazima tukoasie kiasi, kwa hivyo yeah, vuteni tu stool kwa hii class ndio. yes. tusome kwanza, tunarudi tunarudi, yeah, na hii stori tu sai. Yeah, kaya tu hapo hivo.